Matumizi ya nishati safi ya kupikia ni ajenda mahususi ambayo imechukua nafasi kubwa katika sera mipango na mikakati ya serikali mbali mbali duniani. Umuhimu wa ajenda hii unasukumwa na ongezeko la uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na athari za kiafya zinazotokana na matumizi ya nishati isiyo safi ya kupikia. Lengo namba saba la maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa imejikita katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati nafuu inayopatikana kwa urahisi, endelevu na ya kisasa kwa wote. Hata hivyo, bado kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa nishati nafuu, endelevu na za uhakika kwa ajili ya matumizi mbalimbali, hususan ya kupikia, hasa kwa nchi zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwemo Tanzania. Mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia una lengo la kufikia asilimia 80 ya Watanzania ifikapo mwaka 2034 kutumia nishati safi ya kupikia. Swali kubwa linabaki katika upatikanaji wa uhakika wa nishati hii pamoja na gharama kuwa nafuu ili kuwezesha hili. Mbao hizi kutoka maeneo mbalimbali sasa ni kuni, lakini ndio nafuu pekee ambayo Kelvin Mbogela anaipata katika biashara yake ya mihogo. Yeye ni mmoja kati ya wengi wanaotumia kama nishati ya kupikia. Katika biashara yangu natumia nishati aina ya kuni. kwa nini? Ah, kuni kwa mtaji wangu ni mdogo, kwa kuni kupatikanaji wake ni mrahisi, kwa maana natumia tumia tunia kuni kwa sababu hizo nishati nyingine zina kosti kwa mfano kuna jiko ambalo unaweka unaweza kutumia chenga chenga za mkaa, lakini inatumia umeme na eneo lenyewe kama unavyoona umeme hamna, eneo li ni plain kwao. Nikichukua li lile pale, bado itakuwa nitakiwa ni niombe kwa jirani umeme au nichukue maamuzi ya kuchukua umeme, lakini huko sijafika. Kwao itakuwa ni hizo, ni expensive zingine ambazo zinaongezeka, na ukiangalia sana jikongoja hivi, kama nilivyokuambia kwamba mtaji wangu ni mdogo, sifiki hapo unapotakiwa kufika. Wataalam wanasema kwamba matumizi ya kuni si rafiki kiafya na yanamuweka hatarini mtumiaji kwa kuwa moshi unaotokana na matumizi ya nishati isiyo safi huwa na gesi zenye sumu pamoja na chembechembe ndogo za vumbi zenye viambato vya sumu ambazo huweza kudhoofisha mfumo wa upumuaji na kusababisha magonjwa sugu. Rajab Twaha Rajab, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, anabainisha madhara ya kiafya ya matumizi ya nishati chafu. Hasara kubwa ya kupikia kutumia nishati chafu ni hatari kubwa, inadhuru mfumo wa hewa ambao ni mfumo wa upumuaji. Hiyo ndio hatari kubwa tunayoipata, lakini pia ina uwezo wa kuenda eh, kudhuru mifumo mingine ikiwemo mfumo wa moyo na hata mfumo wa ngozi kwa ujumla. Kwa mtu anapotumia nishati chafu, anapovuta ile hewa ndani, kuna baadhi ya kemikali zilizomo ndani zinaenda kudhuru sehemu za mapafu, ambapo sehemu za mapafu hizo tukisema sisi kwa wanadamu kuna kinga mtu amezaliwa nayo na kuna ingine ileta kinga maji maji. Sasa hivi vimelea mara nyingi vinaenda kuzuru, hasa hasa ni kinga mtu alizaliwa nayo. Maana yake inapelekea mtu kuwa kila siku anapata vidonda kwenye mapafu, ambayo mapafu yanalikuwa yanajitahidi kujiponesha. Kwa hiyo anapojiponesha hii hali inapelekea mtu anaweza kupata magonjwa including magonjwa hapo, magonjwa mda mrefu ya eh, mapafu tunaitaga COPD. E, kingine anaweza akapata hali ya magonjwa tunaita asthma. Maanake kuna asthma ya mtu ambayo inapatikana kutokana na vimelea vya kuzaliwa tunasema genetics, lakini kuna asthma ya e, ukubwani, mtu anaweza kupata tunasemaga ya shughuli tunazofanya kazi, tuzungumza e, nishati ambayo sikuwa safi. Kingine mtu anaweza kupata tunasema makovu kwenye mapafu ambayo sisi kaingeandaga fibrosis ambayo mtu anakuwa kwa ajili ya vile vidonda, mapafu yanajaribu kujiunga, lakini uungaji wake, yakijitengeneza hayarudi kama mwanzo, yanatengeneza hali ya kidonda. Kwa hiyo hii kitokea, maanake pafu inapoteza ule ufanisi wake wa kufanyaje, wa kuchuja hewa. Kwa hiyo anakuwa anapata ugonjwa ambao tunaita moja hapo, fibrosis. Lakini kingine anaongezeka kwa riski ya kupata magonjwa kama vile TB kwa sababu ile kinga ya mwanzo aliozaliwa nayo ambayo inaweza akajilinda kutokana na haya magonjwa inakuwa tena haipo. Kwa hiyo anaongeza riski ya kupata magonjwa ya TB, na kingine anaweza akapata magonjwa ya aina ya saratani kama saratani ya mapafu. Inakadiriwa kuwa takriban watu elfu thelathini na tatu na ishirini na wanne hufariki kwa mwaka kutokana na magonjwa ya mfumo wa pumuaji yanayosababishwa na uchafuzi wa hewa katika makazi. Umewahi kusikia kuhusiana na athari za kukaa karibu na moto hasa moshi ambao unatokana na kuni? E, athari ni nyingi, nimezisikia kwa mfano. Kutumia kuni, kuni inazalisha moshi mwingi ambao ule moshi, na mimi ndo nashinda hapo muda mrefu e, afu navuta utale moshi ndani. Pia athari nyingine ya kuni inazalisha moto mwingi. Ule moto unababua ngozi ndo kama hivyo utakuta mikono inafanya inaweza kababuka. Eh, kwa ni athari ambazo najaribu na kupambana nazo lakini sina namna kuzikwepa kwa sababu ya mazingira ambayo niko nayo Kupata ugonjwa, tunasema kuna vitu kadha kadhaa vinaingiliana ili mtu kupata ugonjwa. Kuna mtu anaweza akatumia, eh, akatumia kuni ndani ya mwaka tu akapata tatizo na kuna mtu anaweza akatumia kuni ndani ya miaka tano kumi, na sipate tatizo. Kuna vile vimelea ambayo tunasema si genetics mwilini, ni kazi mojawapo kubwa ambayo watu wanatofautiana kwa mtu fulani alivyozaliwa na muundo wake ulivyo, genetics tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo hata ile tunasema udhaifu wa kupata magonjwa nauna, unatofautiana, lakini haimaanishi ukitumia haupo kwenye riski ya kupata hayo magonjwa, sema tu inaweza kachukua muda mrefu kwa huyu kupata ni kila siku ni. Mfumo unaoafektiwa sana ni mfumo wa wa hewa ndio unaoafektiwa. Na maziwa tunakuaga na hizo imani, kwa kuna baadhi ya content zipo kwenye maziwa ambazo zinaweza kusaidia kudetoxify au kupunguza ukali wa zile sumu zinazoingia katika mwilini, lakini sio zote sio zote, ndio maana tunasema sio garantia asilimia mia ukasema eti nikinywa maziwa basi nitakuwa nimejilinda haswa na, na haya matatizo lakini, mbali na athari za kiafya, matumizi ya kuni pia yana gharama kubwa kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, kama anavyoeleza Walter Nguma, mtaalamu wa uchumi. Okay. Uh, ukweli ni kwamba uh, uchumi wa familia ni pamoja na hayo yote tunayozungumza uh, nishati kwa maana ya kwamba hayo ndiko matumizi pia ya, ya, ya, ya rasilimali fedha za familia zinakotumika. Kwa hiyo kuchagua nishati maana yake ni pia lazima uangalie nishati ambayo itaifanya uh, familia isiingie gharama kubwa. Eh, kwa maana ya kwamba eh, ya nishati ambayo ni rahisi eh, kwao kutumika, inapatikana kwa urahisi, lakini kwa gharama ambayo ni nafuu pia, ambayo inakwendana na uchumi wa, wa familia. Kwa hiyo eh, nishati hizi ambazo zinatokea hivi sasa kwa ajili ya kuweza kulinda mazingira eh, zina nafasi kubwa sana eh, katika kuweza kuzisaidia familia katika kuweza kuona kwamba wanatumia nishati ambayo eh, inapatikana kwa urahisi, lakini vile vile katika bei ambayo E, ni rafiki zaidi kulingana na uchumi wa aina tofauti tofauti, kwa sababu nchi yetu e, ina, ina, ina, ina watu wa matabaka tofauti, tofauti tofauti e, katika namna ya kiuchumi kuna wenye tabaka la juu, tabaka la kati na tabaka la chini. Kwa hiyo lazima kuwepo na nishati ambayo inaweza ikawafanya hawa wa tabaka la chini e, tabaka la kati na tabaka la juu wote kwa ujumla e, kuweza kunufaika nayo. Na licha ya kufahamu haya, zipo sababu ambazo hufanya wengi kuona ndio chaguo nafuu na wengine kutumia vyanzo mbadala. Nishati inayotumia nyumbani sana sana huwa anatumia uh, nishati ya mkaa, nishati ya umeme, nikimaanisha kwa matumizi labda kama kupika ubwabwa vile. Najua mama pale anatengeneza kwa kutumia rice cooker. Na pia vile vile nishati ya gesi naitumia kulingana na mahitaji ya vyakula. Vile vya fasta fasta natumia mkaa, sababu ndo naona wepesi katika kwenye biashara yangu kufanyia kazi tokana ndo mazingira yangu lozoea kutumia mkaa k. Nikijipanga nitatumia gesi pia. nishati yeah, inayotumia ni, ni mkaa pamoja na gesi, ila gesi natumia nikiwa napasha vitu. Natumia mkaa kuanzia kupikia vyakula vyote, ila kwenye gesi natumia kwa ajili ya kupasha, kwa sababu gesi iko juu, hatuwezi kuanzia kuanzia vitu vyote vya mkaa mpaka tupie kwenye gesi. Kwa mimi binafsi napenda kutumia nishati ya gesi kwa sababu inaniokolea muda ko, mara nyingi nikitoka katika shughuli zangu nikiwa na njaa, nikienda pale nyumbani, nafanya tu haraka haraka, inanirahisishia yaani kufanya haraka, kuharakisha chakula kukitayarisha ni kwa muda mfupi na kuanza kukitumia, basi inanisitiri. Kwa hivyo tafiti mbalimbali zinaweza kuwa ni nafuu zaidi kutumia nishati mbadala ukilinganisha na nishati chafu, kwa kuwa huokoa gharama na hata huwa rafiki kiafya. Tafiti tuliofanya kuhusu nishati safi, tuliangalia vifaa ambavyo vina gharama nafuu kwa ajili ya kupikia, na katika tafiti hiyo tulikuwa na vifaa vingi lakini mwisho tulikuja kupata vifaa ambavyo ni rahisi na vitatumia gharama nafuu katika kupikia. Baada ya tafiti, tumekuja kubaini kwamba nishati ya umeme ya kupikia ni rahisi kuliko nishati nyingine zozote. Kwa mfano, unapotaka kupika nyama kilo moja kwa mteja wa kawaida utatumia gharama ya shilingi mia moja na themanini lakini kwa mteja yule wa tarifo tunamwita tarifo, ambaye yeye anatumia kwa shilingi 80 kwa hiyo, ukikompea ni gharama nafuu kuliko nishati nyingine zozote. Ukichukulia kwa mfano mkaa, uwezi ukanunua mkaa wa shilingi 80 ukapika na nyama ikaiva. Aa, serikali kupitia shirika la umeme na wakala wa nishati vijijini REA imeendelea kusambaza miundombinu nchini Tanzania na mpaka sasa takriban wateja laki tano, thelathini na tatu na ishirini na tatu na, na, na vijiji elfu kumi na mbili nchini wamefikiwa na huduma ya umeme. Una mpango wowote wa huko mbeleni katika biashara yako kutumia nishati mbadala? Natamani sana kutumia kwa huko mbeleni. Gesi natamani kwa sababu kuna muda mimi naishiwaga kuni kabisa, afu mwogo huko huko kwenye huko pale kwa processing ya kuiva, lakini kuni sina. Umeona, ina lazima nikatafute kuni, lakini huko mwogo bado unaendelea kuiva pale. Kile kitu kinasababisha kitu ambacho ule mwogo unaanza kuloa, unanyonya mafuta. Ukinyonya mafuta, ule mwogo unakuwa hujaiva. Kwa hapo nakuwa nimepata hasara mbili, mwogo hujaiva afu na mafuta imenyonya, lakini ingekuwa natumia gesi gesi moto wake, kwa sababu ule tali upo kama ipo ipo kama imekata imekata, kwa nge, yani moto wake upo yani hauwezi kunyonya, kwa sababu pale ukisha control una inawezekana in, kabisa kama ule mogo unaiva na, na ukishaiva hata gesi ikiisha kwa muda huo, upatikanaji wake ni laisi, na kimbia tu cha nachukua nachukua mtungi wa gesi na naendelea pale nilipoishia, lakini kwenye moto wa kuni, kuni kama hamna, ndo kama hivyo na napata salsa mbili. Hatua zipi zinahitajika ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata fursa ya kutumia nishati safi kwa afya yake na mustakabali wa mazingira yetu? Ili eh, watu wengi waweze kwenda kwenye nishati safi, lazima wahakikishe kwamba hawa watu wanaingizwa katika mpango maalum, vile ambavyo tulipeleka suala la eh, kwa mfano ule umeme wa, wa, u, u, kupeleka umeme vijijini kwa, na, na iwepo na namna nyingine ambayo itatumika ya namna hiyo hiyo ya kuweza kupeleka nishati safi huko vijijini, kwamba iende kwa bei ambayo ni rahisi zaidi, kama tulivyopeleka umeme vijijini. Kwa hiyo, ikienda katika mstari huo, hiyo asilimia wanaweza kuifikia kwa haraka sana, lakini kama wakienda kwa kutumia mfumo huu unaoenda hivi sasa, inawezekana hiyo asilimia themanini ambayo tunataka kuifikia tusifikie, kutokana na kwamba watu wengi watashindwa kumudu hizo gharama. Ya, ni kweli kabisa hofu hiyo imekuwepo hata tunapoendelea kutoa elimu kuhusu nishati safi ya kupikia. Ni moja ya swali kubwa ambalo linaulizwa sana kuhusu uhakika wa, wa umeme, lakini tunapenda kuambia Watanzania kwamba shirika linaendelea kuboresha miundo mbinu, changamoto iliyopo kwenye miundo mbinu, na tunao mradi mkubwa wa gridi imara wa kuboresha miundo mbinu, na mradi huu tayari umeshaanza kwa upande wa Dar es Salaam, Tanga, Shinyanga, Tabora na kusini na kwingineko unaendelea kuboreshwa. Mbinu au njia kwa, kwa ujumla, kwanza ni kujitahidi kujiepusha na sana kutumia na hizo nishati, lakini kama ikitokea huko katika mazingira ambayo hauwezi kujiepusha basi, jitahidi unapotumia usitumie katika eneo ambalo limejifunga kwa ndani. Maana yake e, e, kitu kimoja kinachangia upataji wa, wa magonjwa ni ile kiwango cha kuvuta ndani cha ile hewa chafu. Kwa kama unatumia basi jitahidi uwe katika sehemu unaweza, e, iko open hewa ambayo kaweza kufaji kwenda sehemu nyingine. Kingine ni kujikava, especially kwa wale watu ambao wanaweza kutumia kwa ajili ya shughuli zao zingine. Ni kujikava ili ile hewa isiwe nafanyaje inaingia. Kuna baadhi ya watu wana, kwa mfano wanaofanya kazi katika e, sehemu kubwa wanapewa vifaa vya kujizuia wao wasiweze kufanyaje kubie exposed na hizo nini hizo hewa chafu zinazotokana na hizi nishati chafu. Serikali, taasisi binafsi na mashirika ya kimataifa yanaendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi kama gesi asilia, umeme wa jua, majiko sanifu na vyanzo vingine vya nishati mbadala. Hata hivyo, changamoto ya upatikanaji, gharama na uelewa wa jamii bado ni vikwazo vikubwa vinavyohitaji ufumbuzi wa haraka. Kama Kelvin, mamilioni ya wa Watanzania bado wanategemea kuni kwa sababu ya gharama na upatikanaji wake. Hatua za haraka zinahitajika sasa ili kila mmoja awe na fursa ya kutumia nishati safi kwa afya yake, familia yake na kizazi kijacho.